Ndugu mgeni rasmi, mwenyekiti wa Chipukizi wilaya ya Arusha Ospantuntule Mkiandwale, karibu sana kata Elerae. Unachokitazama hapa ni mapokezi ya mwenyekiti wa Chipukizi UVCCM wilaya ya Arusha. Na hii ni hafla ambayo imeandaliwa na ofisi ya UVCCM wilaya ya Arusha kupitia kitengo cha Chipukizi wa CCM wilaya ya Arusha. Na hapa kiongozi wa Chipukizi, ndugu Prosper Nkiandwale, anaelezea namna ambavyo amewaomba wadau mbalimbali hususani viongozi pamoja na wafanyabiashara katika kuchangia mfuko wa chipukizi ili kusaidia baadhi ya chipukizi wanaopata shida kwenye masomo yao. Lakini pia anaeleza ya kwamba lengo lake kubwa ni kuhakikisha vijana hao wanapata elimu ya kutosha ili kuweza kufikia malengo yao. Na hapa katibu wa uhamasishaji na chipukizi wilaya ya Arusha ndugu Rasuli Awadhi Boa hapa anaelezea zaidi. Mwenyekiti amesisitiza hapa, kwamba Ofisi ya umoja wa vijana inaendesha mfuko wa chipukizi na mfuko huo wa chipukizi unatokana na wadau mbalimbali mbali. Kwa hiyo mwenyekiti ameomba kwa wadau mbalimbali mbali, kuto kukata tamaa kuuchangia mfuko huu kwa sababu mfuko huu wa chipukizi lengo lake ni kuendelea kuikuza elimu yetu nye chipukizi, mkisoma mtakuwa mnauelewa kama ilivyo chipukizi wa CCM ni elimu na nini na matumaini, lazima sasa msome ili mwende kwenye hayo manini matumaini.